Sisi tumekaa tukaona bora kwanza, licha ya kuwakumbuka hawa, kukutana tu na mwanadamu mwenzio peke yake ni faraja. Kiongozi wetu sisi Mtume anasema la yahkiranna min almaruf, usiunyongeshe wema wowote walau antalkaka ahaka biwajhintalik kukutana tuna mwenzio kwa uso wa mkunjufu peke yake ni wema. Tizameni, kila anaingia anamkumbatia huyu, anamkumbatia huyu, ile yote ni kuonesha mapenzi ya ubinadamu. Sidhani kama mtu utakuja hapa ufike mahala tena umekunja uso, hata mtu atakutizama au kusalimia ashindwe. Hii si katika ubinadamu. Hawa tunawaombea hesabu ya haraka haraka, picha za kuwepo hapa ni watu labda mia na themanini, lakini laiti wengejenga kijiji chao, wakawa wao ndo wanaishi wao, mimi na wewe tusingeingia kwa ujanja wao. Kuna watu wajanja sana pale, kuna watu wafanye biashara mashuhuri pale, lakini wote Mwenyezi Mungu wanawaondoa, na sisi hivyo hivyo. Tujiandae katika kuondoka kwetu leo vizazi na vizazi vinateketea, vinapotea, na tunachukulia ni hali ya kawaida. Niliwahi kuangalia kwenye TV moja inaitwa Safari TV, huwa wanaonyesha wanyama. Kuna mnyama moja aliliwa na simba, yule mnyama alikuwa dume, lakini lile jike baadaye, wakati analiwa, yule simba jike lilikuwa na mimba baadaye lile jike likajifungua mtoto. Alipokuwa mkubwa, yule mnyama akaondoka mtoto wake, wakaenda sehemu ambapo simba aliua yule baba yao. Bahati nzuri, wakakutana na mifupa. Walipofika pale, walilala chini, wakaangalia ile mifupa, na kale katoto katika ulimwengu wa roho kaliambiwa, huyu hii mifupa ni ya marehemu baba yako. Walinusa, wakanusa, wakalala pale baadaye wakainuka wakaondoka, alafu wakageuka. Kama wanyama wanaweza wakakumbuka kwamba mifupa iliyopo pale ni ya mwenzetu huyu aliyelala hapa, hii mifupa ni ya bako, ameuawa kikatili, wanahuzunika. Mimi na wewe, huzuni yetu iko wapi juu ya hawa wapendwa wetu? Sijasema tuhuzunike, lakini tujue kwamba walishi kama sisi. Ni lazima kuwakumbuka. Kuwakumbuka si dhambi wala si laana. Kupalilia kaburi la marehemu wako si dhambi, tena kuna thawabu kubwa sana kwa sababu pale walipolala na sisi tunalala. Mimi naitwa Victor Kilasile Mwambalaswa. Mwaka jana mwezi Novemba ah, mwaka huu mwezi Novemba, mwezi uliopita, tarehe nane, nimetimiza miaka sabini na tatu. Kwa ile ya, ya, ya Biblia nimemaliza na nayoendelea nayo ni ya kudra ya kukopa kwa hiyo mimi mchukue picha vizuri, ni mtarajia wa karibuni wa kuwa hapa. Ni kweli, ni kweli kabisa. Ya Mungu sabini nimemaliza, niko hii ya kukopa ya, ya, ya, ya, ya kudra Mwenyezi Mungu. Lakini jambo kubwa ambalo watu wa Mungu wamesema na wengi wote mmesema, kukutana kukutana mara moja kwa mwaka, jambo zuri sana. Mimi naitwa Asha Baraka, mezoea kunita hivyo na nitapenda mwendelee kunita hivyo. Mambo mengine ni ya kawaida tu, ni ya ambayo yanatokana na sisi, yanatokana na chimbuko kama alivyosema kakaangu hapo, lakini kwa niaba ya familia Baraka Msilwa, e, taarifa hii kidogo mimi nilikuwa sina, kwa sababu nilikuwa Dodoma, nimerudi jana lakini kakaangu akanipigia simu Baraka Msiru, yeye yuko Uingereza. Kanambia nenda Leaders, kuna lile leader jambo letu la kila mwaka. Kwa hiyo ndio nimekuja kuwakilisha familia ya Baraka na kuwakilisha wengine pamoja na wana, wanamuziki wote, naona siwaoni hapa. Nilikuwa namwambia mwenyekiti hapa, namwambia bona watu wachache, akanambia kila mtu amepata taarifa. Kitu ambacho tunatakiwa hichi kitu tukifanye kila wakati, yani kama tunavyofanya miaka yote na kuwakumbusha wenzetu kwamba hili ni jambo leo limepita kwa mwingine, kesho litakuwa kwako. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tukusanyike pamoja, na unapopata ujumbe mwambia na mwingine. Hizi dua ni nzuri sana, ni dua ambazo zina tunawarehemu zetu na walotangulia mbele ya haki. Na ndo kama ninavyosema, leo umetangulia wenzetu familia, kiangalia hizi picha kama zilivyo, ni watu ambao tumeishi nao maisha yetu ya kila siku. Sasa wezi kujua mambo ya Mungu, kesho anakuwa nani? Anaweza kuwa kesho yuko wa shabaraka hapa, wiki ijayo tena nao na, lakini nisijiombe, um, jina langu naitwa Rich Dillon, ndo mwenyekiti wa shughuli ya kumbukizi ambao inafanyika kila mwaka hapa Leaders. Shughuli hii ni zao la shughuli ya bonanza ambayo tulikuwa tunafanya miaka ya nyuma, wakati tuna nguvu aa, tumecheza mpira kila Jumapili hapa, klabu zilikuwa zinashirikiana klabu kama tano. Tazara Club, Masai na um, Railway Gerezani, Singa Singa ambao wanajulikana kama Singa Singa pamoja na um, Checkpoint. Baada ya kuona tumeshafika umri hatuwezi kucheza mpira tena, tukaamua sasa tuwe tunakutana kila mwaka mara moja kuwaenzi rafiki zetu ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Kwa kuanzia mwaka 2012 tulianza shughuli hii na tukaamua kila mwisho wa mwaka tufanye ili kuwaenzi enzi na kuwarehemu ndugu zetu. Um, kwa hiyo kama unavyoona hapa mkusanyiko wa watu wengi hapa ni katika kutoka hizo club club ambazo nimezitaja za Dar es Salaam, lakini vile vile kuna marafiki wengine wa pembeni ambao tunajumuika nao. Um, shughuli kama mnavyoona inakwenda na dua ya Kikristo na Kiislamu. Uh, kwa majina anaitwa Jeff Nasa mratibu wa hii shughuli ya kumbukizi ambayo kwa uh, kawaida huwa tunaifanya kila mwaka mwezi Novemba. Aidha, wiki ya pili au ya tatu ya kila mwezi Novemba kila mwaka. Safari hii vijana, uh, naona si wengi wapo, lakini si wengi hivyo, na kuna baadhi ya wa watoto wachache. uh, nafikiri taarifa zilikwenda, lakini sasa, labda kutokana na mambo ya mjini tena foreni zimekuwa nyingi Shughuli za kibinadamu zimekuwa zikiongezeka na mambo yamekuwa mengi kadha na kadha. Kwa hivyo nafikiri pengine hawakupata hawa kuiwa kufika, lakini tulipeleka taarifa kwenye maeneo mbalimbali, kupitia redio, kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kama unavyoona, tana si mbaya, lakini vijana kama unavyosema si wengi, lakini tunashukuru Mungu, watu wamefika na watu wanapata sadaka. Kikubwa cha kujifunza ni mshikamano na umoja na upendo, kwa sababu kama tumeweza kukaa sisi, wengine tumekaa hapa kuanzia mwaka 92 tuko pamoja mpaka leo okay. Imagine muda gani? Kwa hiyo nafikiri jamii kama kizazi kinachokuja, na nanyewe wakajiunga na vitu kama hivyo, wakajifunza kutoka kwetu, basi itakuwa mshikamano ni mkubwa. Kama unavyoona, hakuna matabaka, hakuna rika, hakuna vyama, hakuna dini, tuko pamoja. Upendo, amani na mshikamano ndo sila yetu. Uislamu na Ukristo, katika imani ya kufa kuna uhai mwingine, hautengani. Mwenyezi Mungu ajalie makaburi yao yawe ni viwanja katika viwanja vya pepo, wala asijalie mashimo katika mashimo ya moto. Na sisi Mwenyezi Mungu atujalie tupate mwisho mwema. Huu mwisho mwema ndio wa kuomba sana, binadamu hakuna anayejijua mwisho wake, sababu utamtizama mtu ana uwezo lakini, Mungu atuepushe mbali, akipata maradhi anafilisika mpaka anakuwa na kitu. Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya hawa wapendwa wetu, waliishi kama sisi, leo hawapo katika ulimwengu huu. Wapo waliougua tukawauguza, wapo waliokufa ghafla. Mungu, uwasamee makosa yao, kama sisi tunavyozidi kuwakumbuka. Inawezekana wengine unataka kuwahukumu, lakini kupitia uwingi wa watu wako na sala za sisi watumishi wako, ukawatoe pale penye adhabu, ukawaweke penye sehemu njema.